Hivi masta wa bongo mimi mnanichekesha sana. Hivi masta wa bongo mkipata watoto hivi, nani aliwaambia, alianzishaga huu mchezo wa kuficha watoto zenu, labda mpaka afikishe mwaka, labda miaka miwili, mnamficha mtoto sura, we mnamficha mtoto sura mpaka afikishe mwaka, ndo mnakuja kutuonyesha sura zao. Hivi nani aliwaambia? si mna shida kuona sura za watoto zenu? Basi wafichieni milele daima. Maana nimeona hapa Riana Riana tu kajifungua tu mtoto kamuonyesha, yaani vile vile huko ananyonyesha, kamuonyesha na sura. lakini Watanzania naona asilimia nyingi watoto mnawaficha. Sasa mwenye shida watoto wetu nani au <laughs> mnajua sisi mabingwa DNA za macho, hebu <laughs> acheni ushamba bwana, tuonyesheni watoto. Haya, juksi naye kwa bahati mbaya mke wake kaposti picha ya uso aya, mi ninayo kupicha mtoto wa Jux jamani, alafu akafuta bwana. Onyesheni tu watoto wapate ubarozi, nawakosesha pesa watoto, nini mnaficha ficha, mnaficha mpaka mwaka mmoja miaka miwili, mwenye shida kuona mwanao nani mwana. mfiche basi mpaka chuo kikuu hivi, masta wa Bongo, mi mnanichekesha sana Hivi mastaa Bongo mkipata watoto hivi, nani aliwaambia, alianzishaga huu mchezo wa kuficha watoto zenu? Labda mpaka afikishe mwaka, labda miaka miwili, mnamficha mtoto sura, we mnamficha mtoto sura mpaka afikishe mwaka, ndo mnakuja kutuonyesha sura zao. Hivi nani aliwaambia? si mna shida kuona hizi sura za watoto zenu? Basi wafichieni milele daima, maana nimeona hapa Riana Liana tu kajifungua tu mtoto kamuonyesha. Yaani vile vile huko ananyonyesha kamuonyesha na sura. Lakini Watanzania naona asilimia nyingi watoto mnawaficha. Sasa mwenye shida ya watoto wetu nani? <coughs> <coughs> Au najua sisi mabingwa wa DNA DNA za macho. <coughs> Ebu acheni ushamba bwana, tuonyesheni watoto. Haya, Jux naye kwa bahati mbaya mke wake kaposti picha ya uso. Haya, mimi ninayo, kupicha mtoto wa Jux jamani <coughs> Alafu akafuta bwana tu. Ah, onyesheni tu watoto wapate ubarozi, mnawakosesha. Mna pesa, watoto mnaficha ficha nini? Ati mnaficha mpaka mwaka mmoja miaka miwili. Mwenye shida kumwona mwanao nani? Mfiche basi mpaka chuo kikuu. Hivi masta wa bongo, mimi mnanichekesha sana. Hivi mastaa wa bongo mkipata watoto hivi nani aliwaambia, alianzishaga huu mchezo wa kuficha watoto zenu? Labda mpaka afikishe mwaka, labda miaka miwili, mnamficha mtoto sura, we mnamficha mtoto sura mpaka afikishe mwaka, ndio mnakuja kutuonyesha sura zao. Hivi nani aliwambia? Si mna shida kuona hizi sura za watoto zenu? Basi wafichieni milele daima, maana nimeona hapa riana Riana tu kajifungua tu mtoto kamuonyesha. Yaani vile vile huko ananyonyesha kamwonyesha na sura. Lakini Watanzania naona asilimia nyingi watoto mnawaficha. Sasa mwenye shida ya watoto wetu nani? <coughs> Au mnajua sisi mabingwa DNA DNA za macho. <coughs> Ebu acheni ushamba bwana, tuonyesheni watoto. Haya, Juksi naye kwa bahati mbaya mke wake kaposti picha ya uso. Haya, mimi ninayo kupicha mtoto wa Juksi jamani bwana. <coughs> Alafu akafuta. Ah, bwana, tu onyesheni tu watoto wapate ubarozi, mnawakosesha pesa watoto. Mnaficha ficha nini eti? Mnaficha mpaka mwaka mmoja miaka miwili, mwenye shida tunakuona mwanao nani? Mfiche basi mpaka chuo kikuu.